Fili macho e Rommel, kwa wale waliosoma vitabu vya vita, moja kati ya makamanda bora kabisa katika jeshi la Ujerumani katika vita vya pili vya dunia aliwahi kusema, na nukuu, the best form of military training is sports, mwisho wa kunukuu. Manake njia bora kabisa ya mafunzo ya kijeshi ni michezo. Kamanda huyu alisema hayo kwa kutambua kwamba michezo jeshini ni sehemu ya kujipatia utimamu wa mwili na akili, maarifa, uongozi, nidhamu, na akili maarifa, ya uongozi, nidhamu na dhamira ya ushindi. Kwa kuzingatia umuhimu huo, nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba makao makuu ya jeshi yataendelea kutoa kipaumbele katika kukuza michezo, kuendeleza vipaji na kuhakikisha wanamichezo wetu wanapata mazingira mazuri ya kufanikisha malengo yao. Aidha, mafanikio yao yanapaswa kuwa chachu ya kuwatia wanajeshi wengine na vijana wa Kitanzania kuiga nidhamu, bidii na kujituma. Ndio maana mara nyingi huwa anamwambia mijeshini ni sehemu ya kazi, michezo ni sehemu. Anavyokimbia Simbu ni sawasawa na anavyoendesha kifaru, mwanajeshi mwingine anaendesha kifaru. Anavyokimbia Simbu ni sawa na karani anayetuchapia nyaraka zetu ofisini, sawa sawa. Kwa hiyo mtambue kuwa michezo ni kazi kama kazi nyingine ndani ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Nitumie fursa hii kutoa wito kwa wanamichezo wote wa jeshi letu kuendelea kujituma, kushindana kwa nidhamu, na kuwa mfano bora katika maadili na uzalendo. Ushindi unaopatikana leo ni urithi wa kizazi kijacho. Daima zingatieni mambo makuu manne kwa mwanajeshi, iwe ndani au nje ya nchi. Hii mambo hayo napenda kuyataja, kwani nidhamu nzuri, utii, uhodari na uaminifu. Mwisho, mwisho nirudie kuwapongeza tena wanamichezo wetu wote waliofanya vizuri na wale ambao hawakufanikiwa kufanya vizuri ili watie bidii katika mashindano yajayo. Niendelee kuwaasa, tuendelee kusimama kidete ili tuzidi kuleta heshima zaidi kwa jeshi la wananchi wa Tanzania na taifa kwa ujumla. Hongereni sana wana michezo wetu. Mungu ibariki jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, lakini pia Mungu ibariki Tanzania yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.